Karibu sana rafiki yangu kwenye Mafunzo TV, mahali ambapo tunakuletea simulizi zenye funzo la maisha, simulizi zinazokufungua macho na kukufundisha hekima ya kweli. Kama bado hujasubscribe, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi na pia gonga alama ya kengele ili usipitwe na simulizi mpya kila mara tunapozileta. Leo ninakuletea simulizi yenye mvuto na funzo kubwa mno, simulizi ya kijana mmoja anaitwa Juma Kijana huyu alikuwa na tamaa kubwa ya mali na utajiri, lakini akaamua kuchukua njia ya ushirikina, njia iliyompeleka kwenye giza la kutisha na funzo la milele. Kaa tayari, simulizi hii si ya kutisha tu, bali pia ni funzo la maisha yako. Usiache hadi mwisho, kwa sababu utajifunza kitu kitakachokusaidia kuepuka makosa makubwa maishani. Juma alikuwa kijana asiye na kazi, asiye na pesa, na marafiki wachache wa kweli. Kila siku aliwatazama matajiri wakiendesha magari yao, wakijenga nyumba kubwa na kuishi maisha ya raha. Ndani ya moyo wake alitamani kuwa kama wao. Lakini familia yake ilikuwa ya kawaida. Wakulima wa kijijini, watoto wakitembea kwa miguu kwenda shule. Hakukuwa na njia rahisi ya kutoka kwenye maisha hayo. Ndoto kubwa za Juma zikabadilika kuwa tamaa na tamaa hiyo ikampeleka kugundua siri za giza. Alisikia fununu eti kuna uchawi unaoweza kukupa mali haraka. Masharti yake kulala ndani ya jeneza kwa siku saba mfululizo. Juma hakusita, aliamini kwamba kwa kufanya hivyo atapata kila kitu alichotamani: pesa, gari, nyumba na heshima kijijini. Siku ya kwanza ndani ya jeneza. Usiku wa kwanza Juma alilala ndani ya jeneza. Giza lilikuwa nzito, kila sauti ndogo ilionekana kama kelele ya roho zisizo na mwili. Ndani ya moyo wake alijiuliza, nimefanya uamuzi sahihi kweli? Lakini tamaa ilimfanya vumilie. Hata hivyo ndoto zake za mali na furaha hazikumjia, badala yake aliona vivuli vikicheza miguu yake, sauti za watoto wakicheka gizani na upepo wa ajabu ukipita ndani ya jeneza. Siku ya pili na tatu: ndoto za giza. Kadri siku zilivyoendelea, ndoto za Juma zikabadilika kuwa za kutisha. Pesa alizotarajia aliziona zikigeuka majivu yasiyo na thamani. Wafuasi aliowaza wangemshangilia walibadilika kuwa mawingu meusi yasiyo na uso yakimcheka kwa dharau. Alijikuta akilia kimya, akihisi upweke uliokithiri. Kila dakika ndani ya jeneza ilimfundisha kwamba njia za mkato hazileti furaha, bali hofu na mateso. Siku ya nne na tano, husu ya kiroho. Usiku wa nne na watano, Juma alianza kuona maono ya ajabu. Aliwaona wazazi wake, marafiki na familia yake lakini nyuso zao zilibadilika kuwa macho ya hofu yaliyomkazia. Amani aliwaza kuipata ikageuka kuwa adhabu ya nafsi. Ndani ya giza hilo alitambua kitu kimoja, thamani ya maisha halisi siyo mali ya haraka, bali upendo wa familia, bidii na amani ya moyo. Siku ya sita, mwanga wa kweli. Usiku wa sita ulikuwa wa mateso makubwa, lakini humohumo humo, Juma alianza kuelewa, hakuna uchawi unaweza kuleta furaha ya kweli, hakuna njia ya mkato yenye amani ya kudumu. Alitamani arudi kwa maisha ya kawaida, hata kama ni ya umaskini, kuliko kuzama kwenye giza lisilo na mwisho. Siku ya saba, mwisho wa kutisha. Siku ya saba ilipowadia, Juma alibaki peke yake kabisa. Ndoto zake zote ziligeuka jinamizi la kweli pesa alizotamani zikawa majivu yanayoyeyuka mikononi mwake. Watu waliotaka wamsifu walibadilika kuwa kivuli kisicho na sura, wakimzomea. Hakukuwa na mwanga, hakukuwa na furaha, ilibaki giza na upweke wa milele. Funzo la mwisho. Hadithi ya Juma inatufundisha kwamba tamaa isiyo na mwongozo ni njia ya maangamizi. Ushirikina, uchawi, au njia za mkato haviwezi kuleta furaha wala amani. Utajiri wa kweli unapatikana kupitia hekima, bidii na heshima. Rafiki yangu, je, wewe unataka furaha ya kweli au tamaa inayokimbiza amani yako? Kabla hujaondoka, subscribe kwenye Mafunzo TV sasa hivi na gonga alama ya kengele ili usipitwe na simulizi nyingine yenye hekima na mafunzo makubwa. Ndiye pana, sasa nakuuliza swali la kuwafanya wahusiane. Wewe binafsi, ukipewa nafasi ya kupata utajiri wa haraka kwa masharti ya ajabu, ungechukua hiyo njia, au ungebaki na maisha ya kawaida lakini salama? Andika jibu lako hapa chini kwenye comment. Tunataka kusikia mawazo yako.